Karibu sana Nina TV, na leo katika kipindi cha afya, ni uchaguzi si kubahatisha. Tunaye mgeni hapa studio, karibu sana. unaitwa nani na unatokea wapi? Asante sana. Uh, naitwa Dr. Kefo Mari, natoka uh, shirika la Medical Missionary Life Style Center East Africa. Unafanya, uh, health education, yani kumaanisha tunafundisha jamii jinsi ya kufuata kanuni nane za afya ambazo ni muhimu sana katika kwa afya zetu. Tutaanza na lishe kwanza kabisa. Tuna kanuni nane za afya tunaita new start kwa kimombo, mwanzo mpya. Kwa hivyo uh, tunaanza na lishe ambao ni muhimu sana. Tuna lishe, mazoezi, maji, mwanga wa jua, hewa safi, pumziko, kuwa na kiasi na kumtumaini Mwenyezi Mungu. Maana hizi kanuni nane za afya utakazo ukizifuata hakika utapata na kuwa na afya njema. Ah, tunapozungumzia lishe bora, unakuwa unamaanisha nini? Lishe bora ni ipi? Ah, lishe bora ni kumaanisha kwamba eh, msingi wa afya ni chakula na chakula ni chochote cha kunywewa au cha kunywa kwa ajili ya kurutubisha na kusaidia viungo viweze kufanya kazi yake vizuri na pia uweze, ku, uweze kuwa na afya njema. Kwa hivyo lishe ni muhimu sana. Tuna, katika lishe tunahitaji tuweze kupata vile viungo viambatanishi, e, ama e, e, sehemu kubwa nne. Kwanza kabisa ni e, unahitaji kupata, u, e, vyakula ambavyo vitakupa kinga vya kujenga mwili ambayo tunaita protini, vitamini kwa ajili ya kujenga na wanga yakupa nguvu eh, kwa mbapo na pia tunahitaji mafuta katika mwili ambao ni muhimu sana katika afya zetu. Kwa hiyo, lishe ni namba moja katika uponyaji. Unahitaji kuweza kutumia vyakula uweze kupata kwa na afya njema. Tunapozungumzia lishe bora kwa mtu mzima ni ipi? Anapaswa kula nini mtu mzima? A, mtu mzima Uh, tu, tunaona kuna watu katika mm, miaka yao imesonga miaka sabini, wanakuja wanapata wamepungukiwa na madini, kwa mfano calcium, anaanza kuuma mi, mi, mifupa, anakuwa na presha, anakuwa na kisukari, anakuwa na matatizo ya eh, dementia, ile tunapata kwamba anapoteza kumbukumbu. Ndio watu kama watu kama hao wanahitaji waweze kupata lishe bora ambao apate virutubisho kutoka kwa mfano mtama uh, una B vitamins, utamsaidia anahitaji calcium. Uh, anahitaji pia kutumia na pamoja na sharubati kama karoti eh, kuna sharubati ya kabeji, kuna sharubati ya ngano uh, ambayo inaenda kumsaidia yule aweze kuwa na afya njema. E, vyakula ambayo vina calcium kwa mfano kabeji, karoti ni vyakula ambavyo vinapatikana sokoni, vina calcium. Tuna ubuyu, sio ule ambao umewekwa rangi, pia una calcium. Aa, tuna mtama. Katika Mwanzo moja ishirini na tisa, Biblia inasema mbegu, mboga na matunda, chakula ya mwanadamu. Katika mbegu hizo Mwenyezi Mungu aliweka kwamba tuweze kula vyakula hivi na kutoka kondeni ambao vina rutubisho na madini. Kwa hivyo, kuna vyakula hivyo vitaenda kutusaidia. kuna kuna mtama uh, kuna, uh, kuna ile, kuna uwele, kuna uh, nafaka nzima ile. Kwa hiyo utapata calcium ile pia yeah. Yeah, na matunda je, yeah, kuna muda mahususi kwa ajili ya kula matunda uh, ama chakula ama, tunaona kuna watu wengine wanakula chakula huku wakinywa na maji moja kwa moja, hili limekaaje dokta? Ndio, kuna kuna kila jambo na wakati wake. Na e, tunashauriwa kwamba kitaalam uweze kula e, angalau masaa matatu kabla ya kwenda kulala. Kwa hivyo unahitaji kuweza kuangalia e, e, vyakula vyako. Tunashauri kwamba kama jua linapotua itakuwa ni bora zaidi uweze kupata chakula chako, na kwenye saa nne unaenda kulala ili uweze kupata muda wa kupumzika, maana nguvu ya kesho inatengenezwa leo. Unapopumzika unapata uh, kutengeneza kinga ya mwili pamoja na kubalansi ile hormones. Kwa hiyo ni vizuri sana kula mapema, ndio kuna matatizo. Maana unapokula chakula kingi usiku, ukienda kulala, utaweza kuvimbiwa na, maana watu wengi wamekuwa na shida ya eh, shida ya kuvimbiwa na kuwa na matatizo maana unahitaji ulale kama tumbo liko empty maana ubongo unatumika katika mfumo wa umeng'enyo na unapokuwa unakula chakula kingi kitaenda kukuaffect kwa hivyo unahitaji uweze kuzingatia. Na wengine wanakula saa nne, wengine saa tatu, wengine saa tano, yani hauna muda mwafaka. Unahitaji uwe na muda mwafaka wa kula ili na mm, mwili uweze kufanya kazi yake vizuri na uweze kuwa na afya njema. Matunda yanastahili kuliwa mwanzoni maana ndio inaenda kustimulate ama kuchochea eh, ile eh, enzymes ambao zikatumika katika um umeng'enyaji. Kwa hivyo ni vizuri uanze na matunda na pia kama ni kunywa maji unastahili unywe maji kabla, nusu saa kabla ama baadaye, na usile chakula na maji maana una affect mfumo wa meng'enyo. Kwa hivyo, una hata unaposoma Ezekiel 4:11 inasema, na unywe maji kwa kuyapima nusu ya ini mara kwa mara, ijasema ule unywe maji na chakula. Kuna wakati wa kunywa maji, kuna wakati wa kula chakula. Kwa hiyo unapochanganya maji na chakula una affect mfumo wa umengenyo, yani ile digestion una, una delay kwa hiyo, maana itachukua muda chakula kile kita affect kita, eh, kaa kwa muda kiwe kiyeyushwe Uh, kipate joto ndio mfumo uanze tena. Kwa hivyo si vizuri kunywa maji na chakula na vipi kuhusu lishe bora kwa watoto? Uh, tunapata watoto wako katika mfumo wanakuwa wanahitaji vyakula kuwasaidia waweze katika ukuaji wao, wanahitaji protini, vyakula vya protini kama maharage, choroko, njegere, uh, na pia wanahitaji kutumia kama karoti maana karoti inasaidia katika ukuaji wa watoto, inaimarisha mifupa na inaimarisha ukuaji wa watoto na pia kuwapa appetite, na pia kuwasaidia. Unaweza kuwatengenezea sharubati ya karoti wanatumia pale nyumbani, matunda kama uh, kwa ajili pengine mtoto anakosa choo, unaweza mpa papai, unaweza mtengenezea. Anahitaji kula machungwa kwa ajili ya kuimarisha kinga yake, kusaidia wengine unapata wanakuwa na shida kwenye fizi, uh, uh, kwa hiyo machungwa anapata ile vitamin C, maana tuna vitamin C tuna vitamin A ni muhimu sana katika ukuaji wa watoto, na tunahitaji calcium na vitamin D ambayo inapatikana kwa vyakula, mboga mboga na pia kwenye jua. Kwa hivyo uh, pengine siku nyingine tutakuja kuzungumzia faida ya vitamini tuweze kuelewa zaidi. E, e, lishe ni muhimu sana, na unahitaji uzingatie, kwa maana mbegu, mboga na matunda yanasaidia katika afya zetu, na kama tukizingatia hayo na tuweze kula vyakula ambavyo havijakobolewa. Wengi wanapenda vyakula vya kukaangwa, vyakula vimekobolewa, hivi ndio vinachangia kuja kuleta maradhi kama bawasili, e, diverse diseases, magonjwa ya tumbo, mfumo umeng'enyo. Kwa hiyo tunapokula chakula ambayo kina fiber ama ufumwele inasaidia katika uh, afya zetu Dokta, kwa sisi wa Tanzania ama labda kwa Afrika kwa ujumla tumezoea sana kula viporo, yaani vyakula vilivyolala, hii kitaalamu imekaaje? Uh, vyakula ambavyo vimelala unapata kwamba uh, uh, wengi unapotumia chakula kile cha baridi inakuja affect mfumo. Kwa hiyo mfumo wetu unahitaji vitu vya joto. Chakula unapopika tunashauri kwamba pika chakula cha kuwatosha, sio cha kupata kinazidi hadi kesho unakula. Kama mfano wengine wanakula kama wali, wali ambao umelala, kama una vidonda vya tumbo utapata eh, kuongeza vidonda vya tumbo unapokula ule wali. Kwa kumalizia Dokta, kuna aina za matunda ambazo zinapaswa kuliwa kwa pamoja ama kutenganisha aina fulani ya matunda wakati wa kula? Ndiyo, kuna namna ya kula matunda. Matundo unastahili utofautishe rangi na rangi. Unahitaji kula kama ni rangi ya zambarau, ya zambarau unahitaji una, kama rangi una ya njano, unahitaji kutumia. Maana kwa mfano ya zambarau tunakuwa na kitu kinaitwa anthocyanin ambayo inasaidia saratani pamoja na kuimarisha kinga ya njano. Ni kwa ajili ya macho, yaani unahitaji rangi ziendani. Asante sana Dokta Kefa kwa muda wako, na karibu sana Nina TV kwa wakati mwingine ili kuendelea kutujuza namna ya kuwa na afya njema kupitia lishe bora. Asante sana, kwa heri.